Ili watu waweze kuweka fedha zao iwe shilingi au iwe dola kwenye sukuk, upate faida ya halali. Ndio mara ya kwanza e, serikali inatoa je kitu kama hiki, na nina matumaini makubwa kwamba tutafanikisha kwa faida za pande zote mbili, faida ya serikali kuweza kupata fedha za kufanya miradi yetu mikubwa mikubwa ya maendeleo katika nchi hii lakini faida ya wanaowekeza kupata faida iliyokuwa halali kwa ajili ya matumizi yao, na mimi binafsi tayari nimesha subscribe. Siku sikutangaza tu rasmi, lakini tayari niko huko na, na sio kwamba ndio mwisho. Nimeanza, nakuja tena awamu ya pili, na nimefarijika kwamba diaspora wale wananchi au wenye uhusiano na nchi yetu waliokuwa nje, sasa wanaweza kuleta fedha zao kwa dola, na imekuwa heri kwa sababu hata sisi serikali tuna miradi mingi tunalipa kwa dola. Kwa hiyo itakuwa vizuri watu watuletee dola tuweze kuzitumia katika kutengeneza miradi yetu, na wao wapate faida kwa dola vile